ya mikopo tunawekeza kwa ajili ya future yako. Malengo ya mkutano huu, ndugu wanahabari, ni kuwaeleza nyie pamoja na umma pamoja na wadau wetu kuhusu matumizi ya namba ya utambulisho yani National Identification Number, ambayo hii tutaanza kutumia kwa mwaka huu wa masomo utakaoanza wa 2025/26. Na dirisha letu la maombi, kama, la, ya maombi ya mikopo kama mnavyofahamu tunatarajia kulifungua mwezi ujao, ili kutoa fursa kwa wanafunzi wahitaji wenye kujaza maombi hayo waanze kujaza form au waanze kujaza maombi ya kuomba mikopo yao katika mfumo wetu. Hivyo basi kwa kutumia hii namba ya utambulisho yani National Identification Number, tunapenda wa taarifu umma kwamba taasisi zetu mbili hizi zimechukua hatua muhimu sana za kuhakikisha kwamba kazi hii inafanyika kwa ufanisi na kwa wakati. Sasa kwa nini tunatumia national identification number? National identification number au namba number utambulisho ni utambulisho wa uhakika ambao unaosaidia kupata uhalali wa taarifa za muombaji. Namba ya utambulisho kwetu sisi itatusaidia katika utekelezaji wetu wa majukumu kwani tutapata taarifa za uhakika na za kipekee kwa kila mwanafunzi. Kwa hivyo, tukio la leo ni uthibitisho wa dhati na wa wazi kabisa kuonyesha kwamba mifumo yetu inasomana na hivyo basi sisi tunaendana sanjari na rai ya Mheshimiwa Rais na tunaitekeleza kwa kikamilifu kuanzia mwaka huu mpya wa masomo wa 2025/2026. Namba ya utambulisho itakuwa ni hitaji la lazima la kila mwombaji mikopo atakayeenda kuomba kupitia mifumo yetu. Hivyo waombaji wote wanashauriwa kuhakikisha kwamba wanapata namba ya utambulisho mapema iwezekanavyo, kabla ya dirisha la maombi halijafunguliwa na ndani ya muda wa maombi ya mikopo, kabla ya dirisha la maombi halijafungwa. Tunatekeleza maelekezo na maono ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan juu ya mifumo kusomana. Bodi ya Mikopo, tunawekeza kwa ajili ya future yako.